Ya mtangulizi wako jioni Nchimbi ya kuhakikisha kwamba eh, hakuna mtoto anakaa chini. Nakupongeza sana kwa kuwa pia eh, yalikuwa ndiyo mawazo au matamanio ya mbunge wetu wa jiji wakati ule eh, Dr. Tulia Axon kwamba wanafunzi wote wa jiji la Mbeya ni marufuku kukaa chini. Ile sasa amehamia jimbo la Uyole na ndio hapa tulipo. Wewe tunaamini sasa mambo yatakuwa bam bam. Uyole, oye oye, Dokta Tulia oye oye. Lakini la pili, mkurugenzi, ninalokupongeza ni pamoja na kuhakikisha wafanyabiashara wa Mbeya wanalipa kodi ya leseni, wanahuisha leseni zao na matokeo yake wanayaona kwa vitendo. Mbeya, oye. Oh, oh, yeah. Kuna mzazi anachangishwa dawati tena? Ule usumbufu umekwisha. Nitumie fursa hii kuomba kwenye, kwenye biashara wa Mbeya tuendelee kukata leseni zetu kwa wakati, kuhuisha leseni zetu kwa wakati, na kile mnachochangia serikali kwa kulipia kwenye leseni ndiyo matokeo yetu haya, watoto wetu wanaenda kusoma bila bughudha, kwa utaratibu mzuri au madawati ya miaoni jamani, madawati tutakabidhi oye. Oye. Oye. Oye. Oye. Oye, madawati kwenye shule za msingi elfu moja ikiwa ni mpango wa ku- kukabidhi madawati elfu mbili mia mbili na ishirini na mbili kwa shule za msingi kumi na tano Kuna mtu atakaa chini hapo? Hapana. Etano, sita, kwa sekondari leo tutakabidhi mia tano ishirini na sita na tunaenda kuhakikisha maandalizi ya ya kupokea ya, ya, wanafunzi kwa ajili ya kidato cha kwanza yanaanza, na wote watakuta viti na meza madarasani kwao. Mbeya wewe. Oye. Elimu wewe. Oye. Haya ni matunda mazuri ya utekelezaji wa ilani yaliyofanywa na Serikali ya awamu ya sita, na nitumie fursa hii kuendelea kuwataka na kuwaomba, eh, tuiunge tui mkono moja kwa nini tuunge mkono au nini ufanye kuunga mkono ni kuhakikisha sisi wazazi tunazungumza na watoto wetu watunze vifaa hivi wazazi wewe oye eh, e, nimeona nilisema kwa msisitizo hili na kuwaomba wanafunzi wewe hii ni mna kazi ngapi ya kwanza ya pili

Tuna Tuna uh, na sifa nzuri na mimi nitaiendeleza hiyo jamii uh, yetu ifanye zoezi hilo kwa utulivu na amani na la msitishike na mambo mengi yanayo na maneno mengi yanayo sema Mbeya we oye, hapa si tunagawana madawati, kuna vurugu yoyote? Na kwenye kura itakuwa hivyo hivyo. Mbeya we oye. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika kipengele hiki tumefanikiwa kupeleka shilingi milioni 130 kwenye utengenezaji wa viti na meza kwa shule za sekondari viti na meza mia tano sabini na sita zimetengenezwa, lakini madawati elfu mbili mia mbili na ishirini na mbili yametengenezwa, na hapa madawati yaliyopo ni kama madawati elfu moja ambayo utayakabidhi na mengine yatakabidhiwa yakiwa katika eneo la matengenezo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili haya yote ambayo nimeyasema hapa ni utekelezaji wa maagizo ya serikali, na niwaombe wananchi waelewe kwamba jiji lao pamoja na maelekezo ya serikali na Mheshimiwa Rais ni kwamba fedha tunazozikusanya tuhakikishe kwamba asilimia sabini ya fedha zile zinakwenda kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kama hii ambayo Mheshimiwa mkuu wa mkoa utakabidhi madawati sehemu hii.